la kilimo bila kemikali eneo la Ukambani limepinga pendekezo la serikali kuwakataza wakulima kugawana mbegu za kiasili, wakisema hii ndio njia kipeke ya kipekee ya kuhifadhi chakula cha kiasili katika jamii husika. Kundi hili limewashauri wakazi kutumia chakula asili kwani kina afya mwilini na baadhi yake hutibu magonjwa sugu. Isaac Musyoka anaarifu. Kundi la kilimo bila kemikali eneo la Ukambani limepinga pendekezo la serikali kuwakataza wakulima kugawana mbegu asili, wakisema hii ndiyo njia ya kipekee ya kuhifadhi chakula cha tamaduni za jamii husika. Kuna venye serikali hawataki watu wafanye seed exchange, lakini sisi tunaendelea kusema lazima tufanye seed exchange kwa sababu tusipokuwa na mbegu zetu basi tutakuwa watumwa. Kwa sababu inamaanisha tukanunue mbegu na na zile zile mbegu pia tunanunua tujui zimetoka wapi, na sisi tunataka kubaki na zile zetu. Kwa hivyo tunaendelea kuwa watumwa kwa, kwa pesa na kurudi huko kwa agrovet kununua. Tunataka serikali ijue hii kitu tunafanya ni kitu muhimu. Kundi hili limewashauri wakulima kutumia chakula asili kwani kina afya mwilini na baadhi yake hutibu magonjwa sugu, wakitoa mfano wa mboga za malenge walizobaini kuwa ni matibabu ya baadhi ya magonjwa kama arthritis. Unaona, hii malenge hii nini hii yake hii, hii mkikata yake inatengeneza ndao. Watu siku hizi wanakuanga na asidi kwa mwili sasa, hiyo ukichoma uki usake na hiyo unga huo unatafuna, inatipu asidi. Kuna ingine inatipu. Unaona, hii inatoa matawi hii, ni matawi ya malenge hiyo stemu yake pia ukienda uchome na hiyo unga yake ulambe inatibu kitonda sa mdomo convincing a person or a farmer to take the herbs they always complain that they have a bitter taste but i was able to have an innovation of infusing the herbs into the things they like like honey and organic jams wameeleza kuwa mbinu za kiasili za kuhifadhi mbegu ni bora zaidi kwani mbegu hazitachanganywa na kemikali ambazo dhuru afya za wanaotumia. Kuna zile mafunzo ya kuhifadhi mbegu, wakulima wanahitaji kuelewa kwa sababu hizi mbegu, tukiongea mambo ya kurudia zile mbegu zetu za kiasili kwanza, hata venye mifano ya kuweka hizi mbegu pia ni tofauti na ile ya kutumia dawa za siku hizi. Wakati wa harvesting wakulima wanafundishwa kufanya kitu inaitwa seed selection. Sa ile mimea yako imekomaa kwa shamba, unaenda ukiangalia ile mbegu nzuri, yenye afya, yenye unaona hata ijaingiwa ija na wadudu kwa shamba, ile begu unaweza kuichagua, unaiweka kando, au changanyi na zile zingine. Unapata mbegu yako yenye unataka kuhifadhi kwa sababu ya kupanda msimu ujao. Hiyo ukiavest, unaavest ukiweka kando na zile zingine. Pia hizi njia za kiasili za kuhifadhi pia zina I, ina venye zimeundwa kama sasa, hiyo smoki, unaona, mkulima haezi tena kupatwa na ile tamaa ya kwenda kuichukua kuikula. Isaac Musyoka, Undugu TV.